Kumbe kinachotukamata watu wengi si kitu fulani, sio majengo A -a. kumbe kila mwanadamu ana msimamizi. Kumbe ukitaka kwenda viwango vingine, msimamizi anasimama mbele yako. Tunajua katika maisha ya kawaida msimamizi akikusimamia, anakusimamia kweli upumui. Kumbe tumeshikiliwa na wasimamizi. Kuna msimamizi amekaa anashikilia kitu, ukitaka kusimama kwenda upande wa pili, mizimu nasimama hapo, unafanya moja mbili, roho ya ukoo, roho ya mila roho ya asili nasimama hapo, utakupiga hatua yoyote, tayari unapingwa. Roho ya wasimamizi, pepo la usimamizi. Wasimamizi wakisimama mbele yako huwezi uenda viwango vikubwa. Watu wengi wameishia njiani kwa sababu ya wasimamizi. Biblia inasema kwamba nimesikia kilio kwa sababu ya nani? Wasimamizi. Namba, nisikilize kabisa, kila mahali, hata walona tufuatilia kwa njia media kabisa. Wasimamizi ni watu wa hatari kwenye kazi yako. Ndio maana ukiomba ruhusa kwamba naomba leo ruhusa nihudhurie kwenye kongamano au niende kanisani, msimamizi anakuambia nafasi yako hakuna. Kumbe kuna wasimamizi wa kiroho. Ukitaka kuanzisha biashara yoyote, msimamizi anakuja mbele yako, anaanza kuleta CV au anaanza kuleta record kwamba kwenye ukoo hajawahi tokea mtu ambaye anaweza kuwa na biashara kama ya kwako. Wasimamizi wana tabia kusimama kwenye vyanzo vya baraka. Wasimamizi wanaweza kasimama kwenye destiny, kwenye hatima yako. Unashangaa vitu haviendi kwa sababu ya msimamizi. Msimamizi akikuwekea mipaka, msimamizi akiamua kudili na wewe, hata ufanye nini, weze enda mbali. Biblia inasema cha kwanza Mungu alichosikia ni kilio lakini aliposikia kilio p baada akasikia kwamba kwa sababu ya wasimamizi. Mungu hajasema kwa sababu mtu ameshapata ameshapata alama mtu ameshapata ngeu mtu ameshapata moja mbili, amesema kwa sababu ya wasimamizi. Wasimamizi, ukisimamiwa na yule asiyetaka ya uolewa, yani anashangaa siku nampeleka mchumba na unayempenda wewe nyumbani, ndio wazazi atakwambia tumtaki, simamizi wa ukoo lakini wao huko na kuchagulia kwamba fulani atakuoa. Wanaweza kasema kwamba mipaka yako ya elimu, mwisho diploma, mwisho degree, hutakaa atokee daktari kwenye hii familia au profesa. Wasimamizi wanaweka mipaka kabisa, wanasema ah, haiwezekani, yaani wewe utabaki hapo hapo, we enda zaidi hapo, no. Msimamizi ni mtu mmoja hatari sana. Tukaanza operation ya maombi, tukasema kwamba kila mwanadamu asimame kwa ajili ya kudili na msimamizi, na tumeanza operation ya mwezi nzima. Tunaendelea na mwezi huu wa mwezi wa kwanza wote mpaka uishi, kwamba tunahakikisha msimamizi aliyesimama kwenye malango yetu unaweza akapambana, Mungu nipe malango ya fedha, nipe mtu sahihi, nipe watu wazuri, kumbe msimamizi amesema haiwezekani. Cha kwanza ili umiliki Arusha, cha kwanza ili umiliki Tanzania. Mungu akaniambia juzi, nikiwa kwenye mlima kwenye maombi kule, kaniambia ili umiliki eneo lolote, lazima wapige kwanza wasimamizi, kwa sababu kwa sasa kwenye hii eria ambayo tupo, washangaa, mtu anataka kuja ibadani, hataki kuja. Wengi wanapiga simu, baba, jumapili tutakuwepo. Jumapili lazima niwepo, Jumamosi lazima niwepo, lakini subiri waje, hawatokei kwa nini? Kwa sababu kuna msimamizi anamwekea mipaka kwamba unaenda kufanikiwa ili weje. Ndio maana washangaa akiwepo msimamizi kwenye ukoo, washangaa hakuna kikao inayofanyika bila msimamizi kuwepo Ndio. Hata kwenye taasisi yoyote, organization yeyote, lazima nchi iwe na msimamizi. Nchi isipokuwa na msimamizi, shamba isipokuwa na msimamizi, biashara isipokuwa na msimamizi, maanake ile biashara haiwezi kuoperate vizuri. Sasa na wewe, kuna wasimamizi wa kiroho, kazi yao namba moja, kama nilivyotangulia kusema, kazi yao namba moja ni kuhakikisha wao upumui. Kuna wasimamizi aina mbili, kuna wasimamizi wazuri na kuna wasimamizi wabaya Amen. Kuna mtu anaweza kakusimamia ukajua kazi ukapata uweledi kwa hali ya juu ukapata vitu vizuri ukaenda viwango vikubwa, lakini msimamizi mbaya tu kusimamia, utashangaa mpaka afya yako anaisimamia. Hakuna siku ye siku, ukipata fedha ni matibabu, ukipata fedha emergency, ukipata pesa ni kula tu, ukipata pesa hakuna kinachoendelea. Tabia ya wasimamizi. Biblia inasema kitabu cha Kutoka sura ya tatu saba nane anasema nikasikia kilio kwa sababu ya wasimamizi. Neno la mwaka, Mungu alipotupa neno la mwaka akasema, na nami nitawapandisha. Lakini baada ya kudili na msimamizi, ndio unapata hasa nguvu ya kupanda juu, unapata promotion, anza kuona mambo yanaenda kubadilika, afya anaanza kubadilika, anaanza kupata ndoa inayoeleweka, anaanza kupata watu sahihi, utapandishwa baada ya kumuua huyu yeah. hili jengo ni kubwa sana lakini sipopata msimamizi, ili jengo taharibika kwa sekundi shamba hata kama unaipi, una, una lipa, una lipa, una lipa, hata kama unalima hekari hamsini, lakini sipopaliliwa akawekwa mnyoshaji akawekwa mtu wa kutunza lile shamba, hilo sio shamba, ni maigizo namba moja. Ili ubadilike, ili upokee kitu kizuri, kuna msimamizi. Ya msoma anaendeleaje anasemaje? Aha. Maana nayajua maumivu yao, nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Angalia niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishwe kutoka nchi ile hata nchi njema, hata nchi njema. Aha. Kisha, kisha pana nchi jaya maziwa na asali, ishi hapo. Niliwaambia watu pale nilipokuwa kwenye, kwenye, kwenye ibada, nikawaambia watu wangapi wanapenda nyuki, hawataki wangapi wanapenda asali Watu kanyosha mkono, onpenda asali nyuki upendi. Napenda asali, lakini apendi mwenye kutengeneza asali. Inawezekana adui, ili aweze kuachilia baraka zako ni mpaka mpige. Shida ya watu wengi, tunataka mafanikio, lakini hatupigi vita peno nanisikia. Hey, wezi upate mume, wezi upate mume, akirahisi kwa kupigwa hey! unaolewa haipo hiyo. So hii dunia tunaijua dunia ni vita, umepindishwa. Ndio maana unaanza, tumeanza na operation ya kwamba nani aliye kushikilia. Unashangaa kumbe kwenye ukoo kule kwa bibi yako uliokaa miaka mingi ndio anayesimamia maisha yako yote. Kuna binti mmoja amekuja juzi moja hapa kanisani, kanimeomba naye ananieleza, niambie baba kila nikipiga hatua, yani kitaka, anasema akiendesha gari tu lazima agonge. Na hata siku hiyo nilipomwombea hapa kanisani alifika, sijui huko kwa morombo pale akagonga, amerudi tu si ni guta si ni kitu gani, ikarudi ikamgonga nyuma. Anasema akishika tu gari, na wakati mimi namfungua hapa kanisani, wakasema iko hivi, tunaharibu haribu, tuwaweke stress, wauze ile gari, watembee kwa miguu. Kumbe wasimamizi wanaweka mipaka ndipo amwombea nikamwambia, sasa, it is enough. Nasema tangu siku hiyo sijawahi kuunga tena. Kumbe kuna wasimamizi wanakuekea kwamba wewe lazima upoteze fedha zako kwenye kupoteza maeneo ambayo siyo, lazima wewe utumie fedha zako kwenye kuangamiza eneo fulani kuna wasimamizi ambao wanafurahi tu wewe ukipata hasara. Tabia ya msimamizi, anapenda tu kusikia taarifa mbaya ya juu yako kwamba hasara nimepata, kwamba mimi nimepata kitu kizuri imeharibika, nyumba imeungua. Tabia ya msimamizi, msimamizi ana tabia ya kukontrol wewe usiende level fulani, ana tabia ya kukuwekea mipaka. Nikawambia watu pale kwamba ili uende viwango vikubwa, cha kwanza umpige msimamizi, lakini la pili ulipe gharama. Watu walishangaa hakuna kitakachokupeleka viwango vikubwa zaidi ya gharama. Gharama yako ukimshinda huyu msimamizi, lipa gharama. Mmoja kati ya gharama, gharama ya sadaka, gharama ya muda, gharama ya maombi, gharama ya kujiona wa thamani, mpaka ufikie level ya kuwa thamani. Ni gharama kubwa, mpaka na mtoto anafika anaitwa mheshimiwa. Kutoka kuitwa mtoto mpaka anaitwa mheshimiwa, kalipwa gharama kubwa tasa, mno. Sasa wasimamizi wana tabia ya ajabu mno, pia weka mipaka, pia mipaka akasema nitashuka. Sasa goba, Mungu anashuka kwa ajili ya kuwapandisha watu. Ni lazima ulipe gharama kubwa, gharama kupandishwa juu. Haitoshi tukaomba baba, napiga pig, ndio unapiga. Gharama gani umelipa? Kwa sababu kuna kupiga, msimamizi anaondoka, lakini kujipandisha kwenda levo nyingine ni gharama. Nataka na hiyo nifanana fulani, lipa gharama na mnangaji. Niwaambie ukweli, ukitaka kuwa mtu tajiri, you have to pay, lazima utoe usipotoa kanuni ya baraka ni kutoa, naongea na watu Amen. kanuni ya baraka nifanyaje? Ni kutoa. Huwezi kwenda viwango vikubwa bila kutoa. Mtu anayekudanganya neo kwenye maombi uombewe upate baraka Psaka! Unapokea ndio lakini sasa umetoa nini kwa sababu sikiliza, baraka ina masikio, inaweza wakuja, inaweza kusikia kwamba nakuja au siji. Baraka ina tabia ya kuitika baraka ina tabia ya kuchagua watu, kama unavomchagua mke. Naeleo ninachoongea kama unavochagua mke, unavyochagua kitu kizuri kwa mimi, na I like, napenda hii gari nzuri hivi, napenda hichi kitu fulani, napenda hichi moja mbili tatu. Baraka ina tabia ya kuchagua chagua sasa wewe kama ulipi cost ulipi gharama, ni hatari. Hakuna kitu kifungu kikubwa sana kama kuto kujua kwamba kuna aliye sio mbele yangu. Siku moja nilikuwa naendesha gari ilikuwa haijalipiwa insurance na sijawahi kucheki, nikapigwa mkono. Nikaenda mchungaji, hali yako sasa, nasema mchungaji, hali yako, ujalipa, wewe, uambia, ha, <laughs> yako, anaingiza namba, anaambia wewe hujalipa, wewe unatembea barabarani hujalipa insurance. Kwambia ah, kwani hujalipwa gari sio yako gari weka gari sia gari pale gariagari na wewe ibada, asa, ibada wewe sasa, ili uondoe hii gari lipa. Ikanilazimu nilipe wakati sina mpango wa kulipa why? Kwa sababu kuna wasimamizi wa hili eneo na wale wasimamizi hawakupi tiketi ya kutoa pale, ni kulipa. Asa, ili yakuachie huyu aliyekushikilia kwenye eneo la uchumi, ni lazima umpige lazima yeah. ulipe gharama ya yeah. yeah. safari yako yeah. hey, hey, hey. Maombi unalala, unakoroma, ifikaje wapi hadi mwisho? Wasimamizi walisha kuwekea mipaka ya ibada kuja wewe una mazoea ya kawaida ngoja. Hey, tu nienda na mimi nitimiza torati, nikafute makosa yangu, makosa yangu, ili ifutike. Anaweka sheria kali. Kuna gharama ya kulipa ili makosa yafutike. Hakuna chochote kinachokuja ndani ya maisha ya mwanadamu bila mlango, bila, bila, bila njia. Msimamizi ni mtu wa gani? Namba moja, nimesema msimamizi ni yule ambaye hakupi nafasi ya kupumua, hakupi nafasi, hakupi daraja lingine. Msimamizi anakuwekea mipaka mizito. Msimamizi anasema haiwezekani. Msimamizi anasema haitawezekani.